Kuna kitu ambacho ni kizito sana. Kitu hiki watu wengi, unaweza ukazunguka sana na ukazunguka, kumbe ndani ya moyo wako umebeba kisasi, umebeba kisasi, badala ya kwamba kisasi umwachie Mungu umekibeba wewe Amen. Ndio maana unakuta kwamba Usiposamehe kile kisasi kikaa hapo ndani yako, nataka nikwambie, ukiomba maombi yako hayajibiwi. Ndio maana unakuta kwa wengine wanataka Mungu ajibu vile vibaya, ni yule mtu, huyu mtu huwa ana kisasi, hasa ukibeba kibeba hicho kisasi kwamba anga yako inazuiliwa haiwezi enda, umembeba mtu ha huyu atakafa kabisa huyu akafa kabisa, si shida, nafe kabisa. Ndio maana unakuta wengine anapata hasira ya kwamba mtu huyu ana hasira ya kuua mtu, anataka mwenzaka afe tu.